Bingo naana milioni 20 lakini kutokana na a ameona kwamba hii ni timu tigona mashabiki wake wa daasili kutoka Simba na Dar dasili kutoka Yanga. Sasa samaliamua li jambo yeye atakwenda go lakini ataweka 20 kwa mshindi wa kwanza. Ah! Kwa Simba 20 kwa Yanga. Makofi makofi makofi. Jambo liende. Simba, yanliamua ambo